Makamu mwenyekiti wa chama cha upinzani nchini Tanzania Chadema, John Heche amekamatwa eh, na polisi uh, nje ya mahakama ambapo alikuwa anaingia uh, mahakamani kwa ajili ya kufuatilia kesi inayomkabili uh, mwenyekiti wa chama hicho kwa maana ya Tundu Lissu, ikiwa e ni kesi ya uhaini na ni jambo ambalo linawashangaza wengi. Hata hivyo kwa kiasi fulani, wengi walitarajia itafanyika, manake uh, vyombo vya usalama eh, polisi wenyewe wanaita jeshi la polisi, imekuwa ikimtafutia makosa uh, kila uchao, ili walau kujaribu kuendelea kuwapa maumivu makali uh, viongozi wa chama husika na pia vile vile, uh, wafuasi wa chama na kumbuka, imesalia inaona kipisi pale kinapita he? kipisi ya yeah, chama, wafuasi wa chama ndio wana wanafuatilia kwa karibu, kwamba siku ni chache, takriban siku saba tu taifa yaliingia katika uchaguzi mkuu, manake itakuwa ni tarehe ishirini na tisa mwezi huu. <clears throat> Na amekuwa akitafutwa kwa mbinde. Unaona, tayari katika taratibu hizo ni kwamba katibu mkuu wa chama John Manyika ama Mnyika amefuatilia, uh, kwenda katika kituo, uh, kituo cha polisi cha Central, na pia vilevile vile wapo wahusika wengi ambao pia wanafuatilia akiwemo mkurugenzi wa sheria wa chama. Unaona, wanakwenda kule pia vile kuweza kuzidi kufuatilia kujua, uh, kunani, ni kwa nini akamatwa, lakini kumbuka majuzi bwana uh, Bwana h John Heche alikuwa na mvutano mkali sana katika mpaka um, wa Kenya na Tanzania, na hususan akikabiliana na maofisa wa idara ya uhamiaji ikiwa e, ni kwa nini wanamzuia kuingia katika taifa la Kenya kwenda kuhudhuria amsiba ama mazishi ya hayati Raila Amolo Odinga. Kwa hiyo ikawa ni mvutano mkubwa, wakampokonya uh, leseni yake ya maana, kwa maana uh, stakabadhi zake za usafiri ikiwemo paspoti na ni kitu ambacho yeye mwenyewe akaamini kwamba alikuwa ananyimwa ananyimwa uhuru wake, unaona wa kusafiri, na katika kusafiri ni kwamba uh, hana rekodi zozote zile za uhalifu. Kwa hiyo labda pengine wamemtafutia viji sababu eh, vya kujaribu kumkamata eh, hiyo ni zengwe tu, ili walau eh, kuweza kuwa na sababu kuu ya kujaribu ku kumuhusisha na utovu wa nidhamu, kwa maana uvunjifu wa sheria. Mwenyewe alisema anatii sheria za nchi na anaelewa fika hawezi vuka mpaka kwenda taifa lolote lile pasi na kupitia uh, idara eh, kupitia mpakani kwa ajili ya kukaguliwa ama kupewa idhini hiyo. Kwa hiyo ni siasa za ndani kwa ndani na hususa, inayotekelezwa na chama kitawala ki, ki, cha CCM, chama cha Mapinduzi na ni jambo ambalo wanatumia kwa ajili ya kuendelea kusalia mamlakani. Haikumbukwe kwamba ni maumivu makubwa kwake, ndiyo pamoja na baadhi ya wanachama, lakini zaidi ya yote pia kuna wafuasi wa chama husika, na hata wapo ambao ni wa, wa, wa, wanachama ama wafuasi wa CCM ambao pia vilevile vile ndani kilindini mwa nafsi zao hawaoni kama ni sawa kwa kile ambacho kinatendeka, maanake kuna swala la utu pia, mwisho wa siku. Naamini Samia anaweza shinda uchaguzi uh, hata Lisu akiwa nje, unaona maana yake. Kile kinachofanya kwa sasa bwana Lisu na wengineo ni kujaribu kuwazindua uh, fikra eh, wa Tanzania ndio, lakini kubwa zaidi hata katika uchaguzi bado Samia na nafasi ya kuweza kupata ushindi hata akiwaweka uhuru wote, ni swala la muda tu, labda pengine uh, CCM inaweza ondoka madarakani lakini sio kwa Uh, kwa sasa ama ndani ya miaka michache ijayo. Na katika tabia hizi kidogo inawafanya watu sasa kuwa eh, kuanza kuiona CCM kwa jicho la tofauti, na haya ah, mambo aliyazungumza hayati Mwalimu Kambarage Julius Nyerere kwamba haki ndio chanzo cha kila kitu. Unapomnyima mtu haki, basi inamaanisha kwamba unavuruga taifa, manake utakuwa umekoroga nafsi yake. Unapokoroga nafsi ya mtu, unakoroga nafsi ya taifa nzima, na iwe e, wazi kwamba pia vilevile vyombo vya dola ikiwemo jeshi la polisi mara nyingi katika mataifa la bara Afrika yametumika ndivyo sivyo, kwa ajili ya kuwakingia kifua watu ambao ni wahuni serikalini na kunyanyasa wale ambao ni wapambanaji. Unaona, kwa hiyo ni swala la muda, tunasubiri kufuatilia kuona, je, hatima ya kukamatwa kwake ni ipi? Je, atafunguliwa kesi ya namna gani? ya bwana we, ni Michael Were Muhusia eh, fuatilia Bonga Tube Media kwenye Facebook pamoja na YouTube channel kwa ajili ya taarifa zaidi masuala michezo, pamoja na mambo mengine yanayotuhusu ndani na nje ya bara hili la Afrika. Leo ni birthday yangu bwana, siku ya kuzaliwa. Ndizo salamu hizo kutoka eh, eh, eh kwangu hapa chini ya mti kwenye makao yangu makuu. Kila la heri wapambanaji, na watakieni uh, kampeni njema ama safi eh, kuelekea uchaguzi mkuu eh, tarehe 29 mwaka huu, iwe heri. Hata hivyo